Yes, hii hapo uliotoka kuisikia ni moja kati ya vesi ambayo inapatikana katika ngoma mpya ya Mutimma, uh, Queen wa King's Music, kwa mfano Mabongo Fleva Alikiba ambayo Uh, ngoma hii bado haijatoka rasmi lakini very soon nafikiri inakwenda kuachiwa, kwa sababu tulipita katika mitandao mbalimbali mbali ya kijamii ya mwanadada Mutima akiwa anajaribu kumpromote na kuwaelekeza mafans kwamba, uh, anytime anakuja kudrop ngoma hii ambayo uh, inafahamika kama mapenzi, moja kati ya ngoma kali sana vais ambayo upata nafasi kuisikia, unaiona mwenyewe ni vais ya moto kwelikweli kweli, kweli, kweli. Uh, Kings Music huaga hawabahatishi. Ni moja kati ya labels ambazo zimekuwa zikibarikiwa wasanii wenye wa vipaji wengi sana, licha ya baadhi yao kujiondoa and stuff like that, lakini ukiangalia katika upande wa talent kiukweli, kila msanii ambaye anapita ndani ya Kings Music unakuta ana utamu wa aina yake, so for the first time tunamwona Mutimma akiwa ni mwanadada wa kwanza kabisa uh, kujiunga na lebo ya Kings Music ambayo tulikuwa tumezoea kuwaona, uh, wasanii wa kiume pekee. And this time around tunamwona Mutima akiwa ni msanii wa kwanza wa kike. En, alikuja na ngoma yake ya kwanza inaitwa Kinganganizi na imefanya vizuri sana, imekuwa viral, imemtambulisha poa ile mbaya. So this time around anarudi na mapenzi. Na uh, katika Instagram yake account alipost pia uh, cover hii ambayo aliandika stay tuned, then akaweka uh, emoji za moto na tumeona cover imeandikwa mapenzi, kwa maana ngoma yenyewe inaitwa Mapenzi. Uh, lakini hatujafahamu nimefanya nini, ila kionjo ambacho nimekuachia ndio ni sehemu ya verse ambayo inapatikana katika ngoma hiyo ya Mapenzi. Kama wewe ni shabiki wa Mutima lakini pia unapenda mziki mzuri, stay tuned, subiri kwa ham, anytime anakuja kuiachia, na nafikiri pengine uh, this week anakwenda kudrop song hiyo. Ni mmoja kati ya uh, ngoma kali sana kiukweli, nimepata bahati ya kuisikiliza kabla haijaachiwa, na nimeona yes, huyu anadeserve kuwa katika lebo ya Kings Music, kwa sababu kama unaofahamu kwamba Kings Music ni lebo ambayo uh, imejaa talenti uh, za kutosha sana, ukianza kwa Alikiba mwenyewe, the king himself, lakini pia Vanilla Music amekuwa ni mmoja kati ya vijana walio bora sana kwa music ya Bongo Flava, ambao wanaandika kinoma sana, lakini pia na hata Abdukiba amekuwa ni msanii ambaye kwa muda mrefu amefanya vizuri, amehiti katika uh, nyimbo nyingi sana ambazo amezitoa uh, kizunguzungu huko eh, bwana katika Kidela and stuff like that. So tunakuja na Mutimma ni mmoja kati ya mwanadada ambaye amekuwa ni wa moto ile mbaya sana, amekuwa ki trend katika social networks, lakini pia amekuwa na kipaji uh, kikubwa sana e, nafikiri ni mmoja kati ya watu ambao wanakuja kuleta changamoto sana kwa career hii ya music, ya bongo wa upande wa kina dada, kwa sababu tumeona uh, muda mrefu hakuwa uh, na ile competition kubwa sana ukiacha ile ya Zuchu na nampata Mutimma, nafikiri anakwenda uh, kuonesha nini anacho. Tusubiri kuhamu kuona uh, hit song mpya ya mapenzi, tuone nini amekiimba nini amekifanya, nini anakwenda kudeliver, and then tutarudi hapa na majibu kwamba ye yeah, ameweza, ama pengine uh, hakufanya vile ambavyo wa wengi wametamani. So tuendelee kusubiri kwa hamu, stay tuned, kama alivyosema mwenyewe very soon, uh, mapenzi itakuwa on air, itakuwa out katika digital platforms mbalimbali, na utapata nafasi ya kuisikiliza. Maoni yako ni muhimu, drop comment kwenye comment section, subscribe.